ya hapa, tunajaribu kufanya kitu kidogo setup na ndiyo tunafanya <coughs> video yetu ya mpifuko. Kwa hiyo, ningependa mje mtupokee, mtatuona huko. Kwa hiyo, karibuni sana.